Mgombea urais kupitia chama cha watu wa kawaida CMP nchini Uganda, Mubarak Munyagwa, ameahidi kuondoa Kiswahili kama lugha ya taifa endapo atachaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo na badala yake kutumia Kiingereza na Kifaransa kama lugha ya taifa. Munyagwa anasema Kifaransa kimeenea zaidi Rwanda, Burundi, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Gabon na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Anasema kwamba hatutaki Kiswahili, tunachohitaji ni Kiingereza na Kifaransa. Lakini licha ya kauli yake, mwaka 2022 Rais wa Uganda Yoweri Museveni alitangaza Kiswahili kuwa kama lugha ya taifa na baraza la mawaziri likaidhinisha. Wizara ya elimu pia ilipewa jukumu la kufanya Kiswahili kuwa somo la lazima katika shule za msingi na sekondari nchini Uganda zaidi. Pia serikali ilitaka vyombo vya habari vya umma kama UBC kutumia Kiswahili zaidi. Hii yote ni kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wa nchi zingine za Afrika Mashariki. Yapi maoni yako kuhusu sera za mgombea urais nchini Uganda, Mubarak Munyagwa, kuhusu hatamu ya Kiswahili nchini Uganda?